kipindi chetu cha Business Channel Online Television kutoka jijini Dar Salaam. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwabora. Leo tunazungumzia e, piikapiika za kwenye soko la isa la Dar Salaam, na kwa wale wanaofuatilia, mtakumbuka kuwa kuna makampuni kumi ambayo yanafanya biashara vizuri kwenye soko la isa la Dar es Salaam. Nikisema biashara vizuri, maanayake kuwa hisa zake zinagombewa sana kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, na hiyo yote inatokana na umaarufu wa hizi kampuni au hisa zake. Sasa leo nitazungumzia hisa moja ya kampuni hizo kumi, ambayo ni benki ya NMB. Sasa kaa nasi mpaka mwisho, nitakuelezea hizo hisa za benki za NMB kwa nini zimekuwa maarufu na zinatafutwa sana kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. E, lakini kabla hatujaongelea masuala ya NMB, nataka nikuelezee kwa kifupi kuhusu utaratibu mzima wa kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa kabla hatujaongelea mambo ya NMB, nataka nikuelezee kwa kifupi jinsi unavyoweza kupata hisa au kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Unapokwenda kununua soko eh, kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam inabidi uwe na mwelekeo aina fulani. Kwa nini unakwenda kununua hizo hisa? Of course wengi wanakwenda kununua hizo hisa ili kutengeneza pesa, wanavyosema Waswahili, yaani kupata pesa. Sasa kuna njia mbili unaweza ukapata pesa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam inabidi unisikilize kwa makini sana. Kwanza unanunua hisa kwa ku, kwa hali ya kudumu yani unanunua hisa kwa muda mrefu, na matarajio yako ni kuwa kila mwisho wa mwaka hiyo kampuni yenye hizo hisa watakuwa wanalipa gawio, au kwa lugha ya Kiingereza wanaita ni dividend. Kwa sasa una matumaini ya kuwa hiyo kampuni ambayo umenunua hisa zake itakuwa inalipa gawio ambayo ni zuri au kubwa na wewe ndio unatengeneza pesa. Kwa sasa hapa tunasema unanunua hisa kwenye makampuni ambayo nafikiri wanalipa magawio makubwa. Sasa hiyo ni namba 1. Namba mbili ni njia ya kutengeneza pesa chap chap au haraka haraka, waswahili wanasema. Sasa hapa unanunua hisa kwenye makampuni ambayo hisa zake zinabadilika bei mara kwa mara, kwa sababu kuna makampuni mengine hazibadiliki hisa bei mara kwa mara hasa kama haya mnawasema, ambayo ni maarufu, kwa sababu waliokuwa na hisa hawataki kuziuza, wanang'ang'ania nazo lakini sasa hao wengine hisa zinabadilika kila siku bei, kwa sababu watu wananunua wanauza, wananunua wanauza. Sasa wewe kama unataka kupata faida chapu chapu, nunua hisa ambazo zinabadilika bei mara kwa mara. Sasa unachofanya ni kuwa unanunua hisa wakati bei ziko chini halafu unasubiri unapojia zinapopanda, ukiona sasa zimepanda kiasi kikubwa unauza hisa zako. Sasa ukiuza, maana yake ni kuwa utapata faida, kwa sababu faida inatokana na tofauti ya bei ya kununua na bei ya kuuza. Sasa hivi ndio wengine wanavyofanya, na katika mfumo huo hununui hisa, kwenye hununui hisa moja tu au hununui hisa kwenye kampuni moja unakuwa na hisa kwenye kampuni mbalimbali, ili sasa unacheza nazo kama wale wanaofahamu mambo ya bahati na nasibu au wanaofanya betting. Ndio unachofanya. Kwa hiyo unanunua hisa mbalimbali halafu mbali, unazimonitor. Ukiona hapa sawasawa basi una, unauza. Sasa hiyo ndio aina ya pili ya kutengeneza pesa. Sasa kwa kumalizia, tuko sehemu ya mwisho ambapo tunaangalia hii benki ya NMB. Kwa kweli share za NMB zinatafutwa sana kwa sababu tu imekuwa inafanya vizuri, e, kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na hivyo ndio maana, na hata thamani yake iko juu na ndio maana watu wanazigombea. Sasa kabla hatujaenda kwenye kuangalia hizo hisa za benki ya NMB, kuna mambo mayo nataka kukuambia. Jambo la kwanza ni kuwa usinunue hisa za NMB kwa ule mfumo wa kununua mara moja utengeneze pesa. Hapana, kwa hisa kama za NMB nunua kwa muda mrefu, kwa maana kuwa nunua ili upate gawio. Hiyo ndio utatengeneza pesa vizuri, kwa sababu magawio yao wanalipa pesa nyingi. Kwa hiyo nunua hisa za NMB, halafu ukae nazo miaka mitatu, minne, hata sita, ili utengeneze pesa kwa mfumo wa, wa gawio. Namba mbili nimekuwa napata watu wadau wengi wananiuliza suala la jinsi ya kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Najua kuna changamoto, nimewambia kuwa hisa unanunua kupitia kwa kwa kwa kwa, kwa mawakala ambao wao kwa lugha ya Kiingereza wanaitwa brokers. Sasa wengine wanasema tutapataje na nini. Sasa leo naona niwaambie njia ya rahisi kutumia hawa mawakala ma au mabrokers. Wekeza kwenye UTT, nafikiri wengi mnaifahamu UTT. Kwa hiyo nenda kanunue, eh, vile vinani vyao vya UTT, alafu unakuwa sasa wewe ni mwekezaji wa UTT. Sasa hawa UTT bahati nzuri ni mabroker pia kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa hawa ndio watakao kusaidia wewe kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam kwa kutumia pesa zile zile ambazo umewekeza kule UTT. Sasa hii ndio njia rahisi sana na hasa kwa watu ambao wako pengine mbali na na Dar es Salaam. Kwa hiyo nunua hisa zako UTT, halafu wewe una unawapa e, maelekezo kwa, nataka hisa za NMB. sasa wao ndio watakao kufanya hiyo kazi ya kununua hisa za NMB. Sasa hayo ni mambo eh, mawili niliona ya muhimu ni waelezee. Sasa twende kwenye kuangalia biashara ya hisa za NMB na kuwambia kwa nini zina mvuto. Sasa tuanze kuangalia kwanza bei za hisa mpaka eh, hapo jana, yaani Alhamisi, bei za hisa za NMB zilikuwa zinauzwa shilingi elfu saba mia nane na kumi. Hii bei iko juu ukilinganisha na hisa nyingine kwenye soko la hisa la Dar es Salaam kwa sababu nyingi ziko chini ya shilingi elfu moja, na chache ziko kwenye elfu mbili elfu tatu. Sasa hawa hisa zinauzwa shilingi elfu saba mia nane na kumi kuonyesha thamani tu ya hizo hisa. Alafu jambo la pili ni market capitalization ambayo hii inayo inaonyesha jinsi hizo hisa zina thamani gani kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa market capitalization ni, ni bilioni 890 bilioni 895. Hiyo ndio market capitalization ambayo nayo iko juu kweli kweli. Alafu nyingine ni swala la walipata mauzo kiasi gani. Sasa mauzo kwa mwaka unaoishia Disemba eh, 2024 yani mwaka jana walipata trilioni 1.58. Hayo ndio hicho ndio kipato chao trilioni 1.058 ndizo walizopata. Sasa kati ya hizo faida faida wamepata eh, bilioni 643. Hiyo ni faida bilioni 643.27. Sasa eh, mwisho tuangalie kwenye suala la dividend. Dividend wamelipa bilioni 180.59. Sasa ukilinganisha eh, gawio walilofanya ambao ni bilioni 180.59, na faida ambayo walikuwa wamepata ambayo ni bilioni 643 Utaona ni kuwa wametumia asilimia ishirini na nane ya faida waliopata kulipa gawio. Kwa hiyo hawa wako vizuri na wako sirias kuhakikisha kuwa wawekezaji wanapata pesa nzuri, kwa hiyo wametumia asilimia ishirini na nane ya faida yao kulipa gawio. Sasa hii inaonyesha jinsi ambavyo NMB wako vizuri. Kwa hiyo mimi ninawaomba ikiwezekana kwa wale ambao wako UTT wawaombe UTT wawasaidie kununua hisa za NMB, au vinginevyo nenda kwenye website ya eh, Dar es Salaam Stock Exchange. Kuna list pale ya, ya, ya brokers, yaani hawa madalali wanaouza na kununua hisa. Kwa hiyo mtafute mmoja wasiona naye, alafu muombe akusaidie kupata hisa za soko la hisa la Dar es Salaam. Naona nimeongea vya kutosha, niishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Naomba msubskribe huduma zetu na muweze kuona vipindi vyetu vinavyotangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asanteni na karibuni tena, uwekezaji Tanzania.